Kama kama ni referendum ni mali pawili ambaye ita, itaoneshana hiyo eh, referendum ya kuwa ni nani huyo ndovu na nani farasi, nani fisi, nani sungura okay. Eh, Mbeere eneo bunge ya Mbeere na eneo bunge ya Malava okay. Na ya kwanza ni Mbeere, ya pili ni Malava eh, yoyote ule ambaye atashinda hizo eneo mbili za ubunge itakuwa imeoneshana nguvu e, ambaye itakuja hata e, kimombo tutasema itashape hiyo politics ya 2027. Hizo eneo bunge mbili ndio tutaangalia, hizi zingine si sana kwa sababu e, e, kuna wale ambaye walikuwa wameshikilia hizo viti e, Magarini ilikuwa ni ODM e, Kasapul Kabondo ilikuwa yeah. ni ODM. Hapa eh, Mumboni North ilikuwa maendeleo chap chap. Kwa hivyo hata ikichukuliwa na wale ambao walikuwa wameshikilia wame, wame hizi viti kuanzia eh, 2022 haitakuwa hivyo sana lakini, mm -hmm. Sasa eneo hizo mbili mekuambia ya Mbeere na na na na na Malava itakuwa ni kweli eh, referendum ambayo itaamua tuone vile 2027 itakuwa.